Siku kadhaa zilizopita katika mitandao mbalimbali mbali ya kijamii zilianza kuenea ama kuenezwa taarifa ama habari za Geoffrey Mwambe aliyewahi kuwa waziri kwamba amechukuliwa na watu wasiojulikana, na habari hizo zilisambaa sana ama kuenea sana lakini, ilipofika tarehe 11 ya mwezi Disemba mwaka huu wa 2025, wakili Hekima Mwasipu amekimbilia mahakamani kufungua kesi ya waziri huyo akiiomba mahakama kwamba kiongozi huyo apewe dhamana au afikishwe mahakamani na kwamba anashikiliwa kinyume cha sheria. Pia wakili Hekima Mwasipo amedai kwamba familia ya Mwambe ilimpelekea chakula kituo cha polisi Kigamboni alipokuwa amehifadhiwa tangu Disemba 7 mwaka huu wa 2025 lakini wakajibiwa na askari polisi kuwa hayupo kituoni hapo. Naye makamu mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA mheshimiwa John Wegesa Heche ameonyesha hisia zake juu ya sakata hilo la Geoffrey Mwambe, huku akilaani vikali na kushinikiza kama kiongozi huyo ameshikiliwa aachiliwe huru, kwani Mwambe amewahi kuwa kiongozi mkubwa wa serikali. Kwa mujibu wa maelezo ya wakili Hekima Mwasipu, baadhi wamehoji je, Mwambe amekamatwa au hajulikani alipo? Maombi ya dharura ya dhamana namba 2028978 mwaka 2025 yamewasilishwa katika mahakama ya hakimu mkazi Kisutu jijini Dar es Salaam, yakimtaja mwanasiasa Joffrey Idelfonsi Mwambe kuwa amedaiwa kushikiliwa kinyume cha sheria kwa zaidi ya siku nne katika kituo cha polisi Kigamboni bila kupewa dhamana ya polisi wala kufikishwa mahakamani. Mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wetu, ndani ya habari hii ama katika habari hii e, tutakupatia e, habari ya kesi ya Mwambe iliyofunguliwa e, kudaiwa kushikiliwa kinyume cha sheria, lakini pia tutakupeleka katika kukuonesha e, jinsi ambavyo wakili wa Mwambe amedai Mwambe apewe dhamana au afikishwe mahakamani. Lakini kunao baadhi ya watu bado hawamfahamu Geoffrey Mwambe, wanamsikia tu katika habari hii. Pia tutapitia mhutasari wa historia ya Geoffrey Mwambe japo kwa ufupi, ili kwa ambao hawamfahamu wapate kumjua. Taarifa ya ombi lilofunguliwa mahakamani lilowasilishwa na wakili wa Mwambe Hekima Mwasipu wa Matwiga Law Chambers imeeleza kuwa hatua ya jeshi la polisi kumweka mahabusu kwa muda mrefu bila maelezo yoyote kutoka kwa mkuu wa jeshi la polisi na Zono Crime Officer wa Dar es Salaam ni kinyume na taratibu za kisheria zinazoelekeza mtuhumiwa kufikishwa mahakamani ndani ya muda unaotakiwa. Wakili Mwasipu ameiomba wa mahakama kuliangalia suala hilo kwa dharura ya juu zaidi, akisisitiza kuwa masilahi ya haki na ustawi wa sheria yanahitaji ombi hilo kusikilizwa haraka ili kuzuia kuendelea kwa kile alichokiita kuzuiliwa kinyume cha sheria bila sababu za msingi. Katika hati ya uthibitisho wa dharura iliyowasilishwa mahakamani, wakili huyo ameeleza kuwa kukosekana kwa maelezo ya wazi kutoka kwa jeshi la polisi kuhusu sababu za kumzuia Mwambe kunazua maswali ya ukiukwaji wa haki za msingi za mtuhumiwa. Ombi hilo limewasilishwa dhidi ya mkuu wa jeshi la polisi, IGP, mkurugenzi wa mashtaka, DPP na zono crime officer ZCO wa kanda ya Dar es Salaam ambao wote wametajwa kama wajibu maombi katika shauri hilo. Mahakama ya hakimu mkazi Kisutu jijini Dar es Salaam imeombwa kutoa amri ya kupewa dhamana ama kufikishwa mahakamani kwa aliyekuwa waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu uwekezaji Geoffrey Mwambe. Maombi hayo ya dhamana yamefunguliwa kupitia hati ya dharura na wakili wa Mwambe Hekima Mwasipu yenye namba 1028978 ya mwaka 2025 dhidi ya wajibu maombi watatu: mkuu wa jeshi la polisi nchini IGP, mkurugenzi wa mashtaka DPP na ZCO wa kanda ya Dar es Salaam. Katika hati hiyo wakili Mwasipu anadai kuwa Mwambe ameshikiliwa kwa zaidi ya siku nne katika kituo cha polisi Kigamboni bila kupewa dhamana ya polisi wala kufikishwa mahakamani kama sheria inavyoelekeza. Wakili Mwasipo ameiomba mahakama kusikiliza maombi hayo haraka iwezekanavyo, huku akisisitiza kuwa kuchelewesha kutasababisha kuendelea kukiukwa kwa haki za msingi za mwombaji. Aidha, katika maelezo yake Mwasipo anadai kuwa familia ilimpelekea chakula kituo cha polisi Kigamboni alipokuwa amehifadhiwa tangu Disemba 7 2025, lakini wakajibiwa na askari polisi kuwa hayupo kituoni hapo tumewafungua tume, wafungua, eh, tume fungua maombi ya kuomba mwambe apewe dhamana katika mahakama ya hakimu mkazi Kisutu kwa sababu ameshikiliwa kwa zaidi ya siku nne kinyume na sheria. Ni wajibu wa jeshi la polisi wanaomshikilia eh, wanaomshikilia kumwachia kwa dhamana na wakiona kuna sababu za kuendelea kumshikilia kwa zaidi ya saa 24, sheria inasema wanatakiwa kupeleka maombi mahakamani kuomba ruhusa ya mahakama ili kusudi waendelee kumshikilia zaidi ya masaa 24. Mpaka sasa hivi hilo halijafanyika. Familia inahangaika kutafuta ndugu yao walipo, lakini juhudi hazijazaa matunda. Sababu za kukamatwa ni uchochezi, na aliniambia mimi kama wakili wake, na alihojiwa kuhusu huo uchochezi, lakini hakupewa dhamana, na alikamatwa nyumbani kwake saa nane usiku, amesema wakili huyo, Hekima Mwasipu. Moja kwa moja bila kupoteza wakati ni wapitishe katika muhutasari wa historia ya bwana huyo Geoffrey Idelfonsi Mwambe ambaye amekuwa mwanasiasa na aliyewahi kuwa waziri kutoka nchini Tanzania. Taarifa binafsi: kwa majina kamili anaitwa Geoffrey Idelfonsi Mwambe. Anwani yake ya kisiasa ni mwanasiasa, ama amekuwa mwanasiasa wa chama cha Mapinduzi CCM. Amezaliwa tarehe mbili Juni mwaka 1975, Ndanda, Masasi, nchini Tanzania. Elimu yake ni shahada ya BA na MA katika uchumi chuo kikuu cha Dar es Salaam. Utaalamu wake ni mtaalamu wa uchumi na sera za uwekezaji na biashara. Mke wake anaitwa Tumaini Kyando Mwambe. Safari ya kazi ya kisiasa na umma. Moja. Mwanasiasa na mbunge. Aliachana na kazi za utendaji na usimamizi na kuingia siasa kwa kuchaguliwa kuwa mbunge wa jimbo la Masasi mjini baada ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2020. 2. Uongozi wa kituo cha uwekezaji TIC, yani, e, TIC, mnamo tarehe 17 Mei mwaka 2017, Rais John Magufuli alimteua kuwa mkurugenzi mtendaji wa Tanzania Investment Center TIC, mamlaka kuu ya serikali ya kuratibu na kukuza uwekezaji nchini. Kabla ya hilo alikuwa kamishna wa wilaya ya Manyoni na baadaye Mkurugenzi wa Biashara na Uwekezaji Wizara ya Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki Tanzania Investment. Tatu. Waziri wa Viwanda na Biashara, aliteuliwa kuwa Waziri wa Viwanda na Biashara tarehe tano Disemba mwaka 2020 na Rais John Magufuli. Katika nafasi hiyo aliwajibika kukuza biashara, sekta ya viwanda na sera za uwekezaji. Alihudumu hadi tarehe 31 Machi 2021 kabla ya kubadilishwa na Kitila Mkumbo chini ya Rais Samia Suluhu Hassan. Nne. Waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu uwekezaji. Baada ya uteuzi wa wizara, aliisimamia sekta ya uwekezaji kama waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu, akitekeleza sera za kuvutia na kuratibu uwekezaji wa ndani na nje ya nchi. Alihudumu katika nafasi hiyo kutoka tarehe 31 Machi 2021 hadi tarehe 8 Januari 2022. Sifa zake na mila, Mwambe anajulikana kwa sera ya mlango wazi kwa, kwa wawekezaji na kuhimiza ushirikiano wa sekta binafsi ili kukuza uchumi. Amejikita katika maadili ya uwazi, ubunifu na uwajibikaji kwa umma. Kwa ufupi Geoffrey Mwambe ni mwanasiasa na mtaalamu wa uchumi ambaye amecheza jukumu muhimu katika sera za uwekezaji biashara na viwanda nchini Tanzania, akihudumu kama mbunge na waziri katika nyadhifa mbalimbali mbali za serikali. Hii ndio imekuwa habari ambayo tumekuwa nayo muda huu katika meza yetu ya habari, nasi tunaisogeza kwako ili kusudi uweze kupata kujua na kufahamu eh, ni kipi ambacho kinaendelea ama kimefanyika ndani ya ardhi ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania hasa eh, kuhusu sakata la Geoffrey Mwambe. Kuhusiana na habari hii, wewe ni upi mtazamo wako na ni yapi maoni yako? Shia mtazamo wako na maoni yako nasi hapo chini kwenye upande wa comment. Hii hapa ni habari kiganjani, endelea kukaa karibu nasi kwa habari zaidi, lakini pia Hakikisha ya kwamba unatufuata katika mitandao yetu mingine ya kijamii ikiwemo Instagram, Facebook, Twitter, TikTok na kadhalika kwa majina ya Habari Kiganjani.